Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ninakuletea somo ambalo ni fupi lakini ni muhimu sana. Somo letu la leo nasema, usidanganywe kwa macho yako mwenyewe. Yaani, Biblia ikisema macho inamaanisha fikra zako, mtazamo wako, au namna unavoliona jambo, namna unavolipambanua jambo. Twende direct tukasome mstari wa Biblia kutoka kitabu cha Mwanzo mstari wa kumi na tatu mstari wa kumi. Biblia inasema Lutu akainua macho yake, Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yordani ya kwamba lote pia lina maji. Kabla ya Bwana hajaliharibu Sodoma na Gomora, lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Kwa hiyo unaona, Lutu aliinua macho yake au alitazama kwa fikra zake, kwa macho yake, akaangalia ile jambo lilivyo. Akaona kuwa hii sehemu, nikienda na mifugo yangu itanona sana, itaongezeka sana, mambo yatakuwa ni fire, fire, nitapata faida kubwa sana kwenye hii kazi. Hii kazi itanipa maendeleo makubwa. Kwa hiyo Lutu aliinua macho yake. Sasa kumbuka, tunajifunza leo, tunajifunza leo namna gani tunatakiwa tuwe tunatazama ili tusidanganywe na macho yetu wenyewe. Kwa maana Biblia ikisema kutazama imaanishi tu kuangalia kitu na macho yako inamaanisha kuelewa, yani namna unavyofanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali 14 mstari wa 12, Biblia inasema iko njia inayoonekana kuwa njema, inayoonekana kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kwa hiyo Biblia inakuja kutupa onyo kuwa kuna njia inaonekana kuwa ni njema. Kuna vitu ukivitazama kwa macho yako, kama Luto alivyotazama bonde la Sodoma na Gomora, aliona kuwa ni njema. Yani alipiga mahesabu huyu mtu, so ajakurupuka huyu, ni mtu mwenye akili timamu, kuwa anapiga mahesabu na anaangalia hiyo njia na anaona kuwa ni njema. Anavyoona kuwa hii njia ni njema, Biblia inasema ila mwisho wake ni njia za mauti, ila mwisho wake ni njia za mauti. Kwa hiyo kumbe, mwanzo haionekaniki kama kuna mauti imejificha mwanzo, haionekaniki kama kuna mwisho mbaya. Mwanzo kwa macho yako ukiangalia, unaona ni bonde la lovutia, ni kama bustani ya Mungu, yaani mambo yanameremeta. Hii biashara itanifanya kuwa bilionea. Kumbe mwisho wake, mwisho wake kwa, kwa jicho la Mungu, mwisho wake ni mauti. Sasa wewe huwezi ukaona mwisho Biblia inasema mtu pekee anaweza kuona mwisho ni Mungu, kwa maana Mungu yeye ni alfa omega. Yeye ni mwanzo mwisho, anaona mwisho kabla ya mwanzo, yaani ameshaona mwisho na mwanzo kwa wakati huo huo. Kwa hiyo kwa macho yetu sisi tusipomtegemea Mungu, kila kitu tunachokifanya tutaona kuwa ni, ni jema, kila jambo tutaona ni jema, kwa sababu tunaona tu mwanzo wa jambo, hatuoni mwisho. Mwisho ndo adui anaficha mauti mwisho ndo adui anaweka mtego wa mauti. Kwa hiyo mwisho ndo kulikuwa kuna mauti. Sasa ni kitu gani Lutu alitakiwa kukifanya? Ni kitu gani Lutu alitakiwa kukifanya? Lutu alitakiwa afanye kitu kimoja. Biblia inasema Mwanzo 13 mstari wa 14, Bwana akamwambia Ibrahim alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na kusini na mashariki na magharibi. Kwa hiyo Mungu anakuja kumwambia Ibrahim, inua sasa macho yako. Sasa anataka kuuliza swali, kwa nini Ibrahim alikuwa ni kipofu? Ibrahim alikuwa hawezi kufanya maamuzi? kwa nini Ibrahim alisubiri? Yaani Ibrahim alijua kwamba naweza nikachagua kitu ambacho kinaonekana ni kizuri ila mwisho wake kukawa ni mauti. Mimi staki. Biblia inasema kuwa neno la Mungu ndio taa ya njia zetu. Kwa hiyo Biblia inasema iko njia inaonekana kuwa njema, ila mwisho wake ni mauti. Hii njia iliyoonekana kuwa njema, wakati si njema. Kwa nini? Kwa nini? ni kwa sababu huyu mtu alikuwa asomi neno la Mungu. Ukiwa unasoma neno la Mungu linakuwa taa ya njia zako. Kwa hiyo utaingia kwenye njia ambazo ni za uzima, utafanya biashara ambazo hii, ukifungua hiyo biashara, umetoka kusema kusoma neno, umemuomba Mungu, umefunga ndio umeenda kufungu umeenda kufungua biashara, kwa maana neno la Mungu lasema, hapo mwanzo kulikuwa na neno. Kwa hiyo mwanzo wa kila kitu, mwanzo wa biashara, mwanzo wa safari yako ya maisha, mwanzo haujataka unaanza kuchumbia, mwanzo haujaoa bado, mwanzo wa kila kitu inatokayo neno la Mungu ambalo ili neno la Mungu ni taa ya njia yako kwa maana ili neno la Mungu ndio litakuonyesha njia sahihi ambayo mwisho haina mauti, mwisho na uzima. Lutu hakumtegemea Mungu. Kwa hiyo unaona, alivoinua macho yake akaona kitu kizuri, bonde la Sodoma na Gomora. Umeona, huu mkataba nikiuchukua sasa hivi kazi inanifanya bilionea, kumbe ndo kazi ambayo itakupeleka mahakamani, kumbe ndo kazi ambayo italeta uharibifu na kufanya uwe na madeni. Kwa hiyo ni lazima tujifunze kuwa kama Ibrahim. Ibrahim alisubiri. Ali alisubiri mpaka Bwana alipomwambia sasa inua macho yako. Kwa hiyo ni lazima wote tujue kuwa Mungu yeye ndo anaweza akatuongoza tuweze kufanya maamuzi sahihi katika maisha yetu, tuweze kuchagua vitu vilivyo vizuri, kwa maana yeye ameshaona mwisho wa kitu chochote. Akikwambia chagua njia, akashaona mwisho wake kuwa mpaka unazeeka hii njia kwako itakuwa nzuri. Lakini kwa macho yetu sisi wenyewe tunaweza tukachagua njia, miaka kumi ya mwanzo ikawa nzuri, lakini adui anajua ameficha mauti, kuna mauti imejificha. Ubarikiwe sana. Soma neno la Mungu kila saa, soma neno la Mungu kabla hujaanza safari yoyote, soma neno la Mungu kwa maana ni taa ya maisha yako. Soma neno la Mungu ili lifungue macho yako yaweze kupata mwangaza, macho yako yaweze kuona, kwa maana Mungu ndo atakuonyesha huo mwisho. Soma neno, no, ni kwa kusoma tu neno lake ndipo tunaweza tukaona njia zake na tusipate na mauti. Ubarikiwe sana kwa jina la Yesu Kristo.